Katika kaunti ya Taita Taveta wanaendelea kukadiria hasara baada ya punda milia ambao wameishi na jamii kwa zaidi ya miaka miwili kugeuka kuwa kero kubwa. Wanyama hao wanaharibu mimea hasa mahindi, huku pia wakiwa hatari kwa wanafunzi wanapoenda ama kutoka shule. Julius Joho ana mengi zaidi. licha ya pundamilia hawa kuonekana kuwa kivutio cha watalii hasa kwa wanaotumia barabara kuu ya Nairobi kwenda Mombasa, wamekuwa kero kwa wakazi wa miji ya kibiashara ya Manga, Manyani na Ndii. Kuna muda wanakujaga na wanapotea tena, sasa tujui ni ku, nini inawafukuzaga kutoka huko wakija huku, kwa sababu wakija huku mkijaribu kuita watu wa KWS wanawambiaga hawa si wanyama wa kuwaitia. Wanyama wale unafaa uwaitie ni kama ndovu zebra nini nyati na simba. Wakaazi hapa wakieleza kuwa pundamilia hawa walianza kupatikana kwenye miji ya kibiashara iliyo kando mwa barabara kuu baada ya reli ya kisasa SGR kujengwa na kukamilika mwaka elfu mbili na kumi na saba. Ni wanyama waliokuja si, tuseme kama miaka miwili, miaka mitatu ambayo iliyopita ndo walianza kutokezea na huku tuseme tangu ESGR ndo amepita pande hii. Kama ni usiku umewafukuza usiku, wamekuja wameingia kwa shamba, wamekula mahindi, kama ni pojo wamekula pojo. Si ati vile umewafukuza vale, vile wameenda, utatoka kwa shamba, ukiingia kwa nyumba utakuti bado wamerudi, wamerudi kwa shamba, wanakula. Aidha, wenyeji wa maeneo haya wakisema punda milia hawa ni hatari, hasa kwa watoto wadogo, hali inayowalazimu kuwapa ulinzi wanapoenda shuleni wasishambuliwe. Sasa shida, hao wanyama wetu hapa wanatusumbua. Shida ingine, unaona wakikosa maji, wakijapa kwetu uwapee maji siku moja itakuwa ni kila siku. Wakikosa maji, sasa wanakuja hata wana, wanaweza kukuuma wakitaka maji. Hata hivyo mtafiti katika shirika la uhifadhi la African Wildlife Foundation, AWF kaunti hii anasema uwepo wa maji ya kutosha na usalama umechangia punda milia hawa kuishi na jamii na pengine wanaweza kuwa wanapata maji, kwa sababu penye watu wako mara nyingi sana utapata kuna maji, na inaweza kuwa wale sebra wamepata ile convenience ya kukaa pale, na pengine wale jamii ni marafiki au watekelezi iliko activities kama poaching na hao zebra watafil tu wako comfortable kuishi pale kwa miaka miwili. Pundamilia hao wamekuwa wageni wa eneo hili la Manga na sasa wakazi wakisema kwamba licha ya kuishi nao kwa hali ya utulivu bado wanatoa wito kwa shirika la KWS kuweza kuwarudisha pundamilia hao hadi mbuga ya wanyamapori ya Tsavo. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.